Niseme kwamba mafanikio ya sera hii yatategemea sana utekelezaji wake na mabadiliko ya kifikra. Wenzetu mlioko kwenye sekta hii ya ardhi, niseme ukweli hapa kwamba hamsemwi vizuri na jamii. Mnasemwa kwa kutoa kiwanja kimoja kwa watu zaidi ya mmoja. Wakati mwingine ni mazingira yanawafanya hivyo, wakati mwingine ni makusudi. Kuna kamdudu kale kanatembea tembea kamdudu kenye ari ndogo, rushwa inawafanya mfanye vitendo vya ovyo sana. Niwaombe sana niwaombe sana watumishi kwenye sekta hii, kila mmoja sasa aseme na moyo wake, aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu. Yanayotokea ni kubadilisha kubatilisha, haki kuwa halali na halali kuwa batili hili Mungu halipendi hata kidogo. Mwenye haki unambatilisha, lakini asiye haki unamhalalisha. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Kwa niwaombe sana watoto wangu wanangu, ndugu zangu, mlio kwenye sekta hii, badilike. Lakini pia mnasemwa kwa ucheleweshaji wa hati kwa makusudi. Leo nimezindua mradi wa utoaji wa hati ambao unakwenda kufacilitate kuharakisha utoaji wa hati, kwa hiyo hili kupitia mradi wenu ule linakwenda kuondosha hili. Ongereni sana ongereni sana Lakini pia mnasemwa kwa kujiliki, kujilimbikizia viwanja kwenye miradi mbalimbali mbali. kama mnapima viwanja elfu tatu basi viwanja mia tatu mia nne ni vya watumishi wa ardhi vinawekwa pembeni huko na wenye haki ya kupata maeneo yale hata kama ni mashamba mmechukua ya watu, sema hapana, ardhi yote yenye mali ya serikali. Shamba lako ili utapata viwanja viwili hivi hapa, vilivyobaki huku kote wanapewa wengine, kumbe mmejiwekea wenyewe akiba yenu. Hili nalo halikubaliki. Sasa mtakwenda kuumbuka kwenye utumiaji utu wa tehama, kwa sababu viwanja vile aidha vitakuwa havina majina au vina majina bandia, hayana national id hayana ile kitambulisho cha taifa. Kwa hiyo tutavijua kwamba ni vitupu na watapewa wananchi. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, kasimamie hii. Tunapokwenda kuanza utekelezaji wa sera hii, ni vyema kila mmoja katika sekta ya ardhi, lakini na tamisemi pia, mbadilike, mbadilike, msiwe mvinyo ule ule kwenye chupa mpya kwa sababu sera ni mpya lakini watu ni wale wale na tabia ni zile zile, hatutasogea hatutakwenda. Lazima mbadilike, sera mpya na watu mwe wapya. Sio wapya physically, hatuwezi kuwatoa wote tukaweka wengine, lakini nyoyo zenu ziwe mpya, zibadilike na mkusudie kuifanyia kazi nchi yenu, kwa nendeni kafanyeni kazi, msisubiri tuwabadilishe, badilikeni wenyewe, msisubiri tuwabadilishe lakini pia leo hii katika uzinduzi huu nimegawa vitendea kazi, nimetoa magari mangapi ma waziri? Sabini na ngapi? Sabina, sabini, magari sabini kwa maafisa ardhi kote huko, huko, huko kwa mawilayani na wapi na wapi huko. Hakuna sababu ya afisa ardhi kukaa ndani ya ofisi tu, ni lazima mzunguke mjue migogoro iliyoko, mjue wapi kuna nini na muweze kutoa suluhisho ya migogoro iliyoko. Kwa hiyo gari zile eh, mnaona pale gari zile zikatumike kwa makusudi yaliyokusudiwa, ziende zikafanye kazi ya kuhudumia wananchi, lakini kubwa zitunzwe. Isiwe tena bwana mkubwa ushakabidhiwa gari na ni nzuri, mahatop mazuri kweli kweli. Asa, we kazi yako kukishusha sketi, umepandisha kilemba, ukishusha kilemba, au bibi ardhi tena, umeshapewa lile ligari, gari lina kuwa si lako, bali la mwenza. Yale magari ni ya kazi, hatukatai kupandisha wenza wenu, lakini nje ya kazi, magari yale yakafanye kazi iliyokusudiwa. Ndugu zangu, suala la ardhi ni suala linalogusa kila mtu na linagusa amani ya nchi yetu. Ardhi hii ni amani ya nchi yetu. Kupungua kwa migogoro ni kuendeleza amani ya nchi yetu. Kila mtu akijua kipande chake na ana hati yake na umiliki wake ni kwamba nchi yetu ina amani. Ardhi hii imeshaulisha watu wengi sana, wafugaji na wakulima kuuana, mapanga, mishale, mikuki, ardhi. Majirani na majirani wanauana, ardhi. Wilaya na wilaya la kuja stajabisha mpaka serikalini, wilaya na wilaya, kijiji na kijiji, migogoro ardhi. Tunakwenda hapi nchi ina gani? migogoro hii ikakomeshwe. ardhi hii ardhi hii ndiyo amani ya nchi yetu. Tunawajibika kuwa makini sana kwa namna tunavyosimamia sekta hii ya ardhi. Aidha, tukisimamia vizuri sera hii itatusaidia sana kuboresha zaidi maisha ya wananchi na kuleta mageuzi zaidi vijijini, zaidi rural transformation, mageuzi kule vijijini ndio kwenye migogoro mingi, mingi. Twendeni tukalete mageuzi, tukapunguze uhamiaji kutoka vijijini kwenda mijini. Unajua nini? Wale wenzetu mifano niloitoa kule nje, mtu yuko kijijini, kijijini kabisa, nyumba yake ya ghorofa kubwa na flati yake, yupo ana umeme, ana maji, kuna maeneo ya biashara yamejengwa kijijini kama ni supermarket haya, kama ni soko haya la kisasa liko kule, ana viwanja vya michezo. Na nimeona leo katika mradi ule wa shirika letu la nyumba, kuna nyumba zinajengwa, viwanja vya michezo, garden ziko juu ya ghorofa, huko watu wanakwenda kucheza. Sasa hayo tukiyaweka vijijini, tunapima eneo, viwanja vya michezo vinatengenezwa vizuri na kila kitu, anachokiona mtu aliyoko Dar es Salaam ndicho anachokiona mtu aliyoko kule mtandao wa simu uko perfect anaupata, umeme haukatiki, na mambo mengine. Anakuja mjini kufuata nini? Anakuja kufuata nini tena? Kule maisha yanakuwa rahisi zaidi, make kama ni mihogo hanunui, kama ni nazi au makweme hanunui, kama ni malimau sijui ndimu hanunui, pera hanunui. Mjini huku unanunua kila kitu, kila kitu unanunua. Kwa hiyo tukiwajengea maisha mazuri kule, hakuna haja ya vijana wale kuja mijini, watabakia kule kule na waendeshe maisha yao kule kule. Kwayo sera hii iende ikatusaidie kubadilisha, uh, mazingira ya vijijini na hivyo kupunguza uhamiaji kuja mijini, lakini kuchochea zaidi uzalishaji. Sasa niwaombe sana, tuendeni tukasimamie rasilimali hii kwa kutambua kuwa ardhi ni ajenda ya kijamii kisiasa na kiuchumi. Hii ardhi, siasa zetu zinatokana na ardhi. Jamii yetu kustawi kwake kunatokana na ardhi. Uchumi wetu ni ardhi. Kwa nendeni kasimamie mkijua kwamba Mungu amewateua kuisimamia rasilimali hii muhimu kwa nchi yetu. Nendeni mkafanye kazi mkitanguliza utu, ili tufanikiwe na tusonge mbele. Baada ya kusema hayo sasa nipo tayari kuzindua sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. 20 na, na nimwombe sana Mungu atubariki tunapoizindua sera hii basi yale yote tuliyokusudia yaende yakatekelezeke vyema. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Ramadhani imepanda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana.